Ni vizuri tukazungumza kuhusu viungo tunavyovitumia katika vyakula. Viungo hivi ni viungo vizuri ambavyo vingi ni antimicrobial. Yaani hivi vinazuia madudu ya simee. Hivi vingi ni anti-inflammatory. Vinazuia mauvimbe tofauti tofauti mwilini. Kwa hiyo unapojifunza kutumia spices, tumia tu kwa raha, tumepewa hiyo mimea na tumepewa kama remedies za kutusaidia. Nyingi ziko na vitamini na nyingi ziko na madini, nyingi ziko na phytochemicals, lakini nyingi ziko na antioxidant. Kwa mfano tukiangalia magome spices kama mdalasini au uh, tukiangalia mizizi spices kama ginger na, na turmeric, utakuta hizi zinatusaidia kuanzia kwenye joint inflammation, inatusaidia kwenye digestion, inatusaidia tukiwa na nausea inatusaidia kwenye kuweka uwiano mzuri wa sukari, lakini inatusaidia kwenye mmeng'enyo wa chakula. Yani ni vitu vinavyotusaidia katika miili yetu, badala ya kukimbilia madawa, kumbe tungetumia hizi, hata tukatumia herbal tea. Ukitumia kama herbal tea, ukatumia ginger, ukatumia turmeric, hata ukatumia hizo mdalasini au cinnamon, unaweza ukaweka cardamom, unaweza ukatumia black pepper. Yani hivi kwa uchache wake ni vitu vizuri ambavyo ndani ya mwili wako vinazuia sana kwa namna nzuri, bakteria wasipate shamba ndani mwako na wakamea. Bakteria hawa wanakaa katika hali nzuri.